Sasa hivi ni kwamba Chibu Dangote Mond Bin Laden, mm -hmm. Diamond Platnumz ndio amefuta picha na video zote ambazo zinamwonyesha kisapoti CCM. Alikuwa ameposti zaidia, ama zaidi ya images na videos 500 akaunti mm, yake za CCM. Yes, akienda zile kampeni nini na nini na karatasi misho mwisho, pia alikuwa ameweka video kwamba kesho tunatiki hivi hi tunavyoongea kwa akaunti ya Diamond amefuta. Sasa Watanzania anawaambia Diamond, it's too late, mzee mzee wangu, japo ni maamuzi sahihi umefanya kufuta kila kitu cha CCM, ila ila bila busara yajayo yajayo yanafurahisha. Msanii namba moja wa Bongo Flava Diamond Platnumz ameibua mjadala mkali nchini Tanzania na katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki baada ya kuonekana hadharani akiunga mkono utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan katikati ya kipindi kigumu cha maandamano na taharuki ya kisiasa inayoendelea nchini. Katika video iliyoanza kusamba mitandaoni leo mchana Diamond alisikika akitoa wito wa Watanzania kubaki watulivu, kudumisha amani na kumuunga mkono Rais Samia akisema kuwa amani ni msingi wa maendeleo. Kauli hiyo imewasha moto wa majadiliano na kwa sasa imegeuka mjadala mpana kuanzia Twitter, TikTok hadi mitandao ya habari za burudani. So, guys kama iko mtu anakapitia kwa hii maandamano ya Tanzania. Sema Diamond. Sema Diamond. So, apparently Diamond alikuwa na kampeni ya Samia and sai bado like venye watu wametokea maandamano bado ameongea akasema at these people are just lazy and they need to sit down and work and stop complaining and demonstrating. Na sasa youth wa Tanzania wakaanzisha kitu inaitwa boycott Diamond Platnumz

Tanzania inaendelea kushuhudia maandamano katika miji kadhaa: malalamiko ya upinzani kuhusu uhuru wa uchaguzi, tuhuma za ukandamizaji wa haki za kiraia, wito wa kimataifa wa kujizuia kwa vyombo vya usalama. Wakati umma ukiwa na hisia kali, kauli ya Diamond imeonekana kama hatua ya kuchukua upande wa serikali, jambo lililochochea hisia kali zaidi. Diamond anayejulikana kwa ushawishi wake barani Afrika, ameshinda tuzo za kimataifa, ana mamilioni ya wafuasi mitandaoni, amekuwa akishirikiana na viongozi mara kadhaa, mara nyingi hujikita kwenye burudani kuliko siasa lakini safari hii amejikuta katika mstari wa moto wa kisiasa. Wachambuzi wa mitandao wanasema umaarufu wake unampa nguvu ya kuathiri mitazamo ya vijana, kauli yake inaweza kutafsiriwa kama propaganda ya kisiasa. Wasanii wengine barani Afrika wamekuwa wakikosolewa kwa kusimama na serikali wakati wa misukosuko. Mfano, Nigeria na Ensas, Kenya na maandamano ya Gen Z. Watu wanatarajia wasanii watumie sauti yao kutetea wananchi, si serikali. Wanaomuunga mkono wanasema amani ni muhimu kuliko vurugu. Diamond anafuata sheria na wito wa utulivu. Wasanii si lazima waingie kwenye malumbano ya kisiasa. Wanaomkosoa wanasema, amechagua upande wa serikali wakati wananchi wanaumia. Wasanii wanapaswa kusimama na haki za raia. Hana uhalisia juu ya mateso wanayopitia raia wa kawaida. Baadhi ya maoni yanasema hiki ndicho kipindi cha kusimama na wananchi, si kutafuta kujuana na mamlaka. Kimya cha timu ya Diamond mpaka sasa hakuna kauli zaidi kutoka kwake. Timu yake haijatoa tamko. Waangalizi wanasema anaweza tu kutoa ufafanuzi endapo presha itaongezeka. Serikali kwa upande wake, imeendelea kusisitiza amani na kutii sheria. Upande wa upinzani unasisitiza haki, uwazi na mstakabali wa kidemokrasia Huku Tanzania ikiendelea kupitia kipindi muhimu cha kisiasa, macho yote yameelekezwa kwa matamshi, mienendo na msimamo wa watu wenye ushawishi kama Diamond. Hii ni Celebrity News Africa, tukiendelea kukupa undani na taarifa za uhakika. Tunafuatilia kwa karibu, tutakujuza kila kinachojiri.